Mstaiki meya wa jiji la Tanga Abdrahaman Shillow ameupongeza uongozi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Tanga kwa mpango mkakati wa ufuatiliaji na uzuiaji wa mianya ya rushwa katika idara ya usafi wa mazingira na mifumo mingine ya mapato. Shillow ameyasema hayo wakati wa kufungua semina ya uchambuzi wa mfumo wa uondoshaji wa taka ngumu katika ngazi ya kaya, maeneo ya biashara ambayo semina hiyo imeandaliwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Tanga, iliyoshirikisha watendaji wa kata, maafisa afya na wazabuni wa ukusanyaji wa taka katika jiji la Tanga. Pia katika mpango mkakati wa miaka mitano ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa yaani TAKUKURU wa mwaka wa fedha ishirini na mbili ishirini na tatu mpaka ishirini na tano ishirini na sita moja ya lengo la kimkakati strategic objective plan lililoainishwa ni ufuatiliaji wa utekelezaji wa kazi za kufikia shabaha ya kupandisha kiwango cha utekelezaji wa mapendekezo na kuziba mianya ya rushwa yanayotolewa na TAKUKURU. Mmefanya mapendekezo ya bajeti kwa TAKUKURU na wajibu kuhakikisha kwamba bajeti ile inafikiwa, kwa sababu hamkukaa kidogo kugusa tu, mukakaa kwamba kwa mtapanda kwa kwa kukusanya bilioni ishirini na tano watu wote tuliokuwa nao katika idara katika vitengo katika kata katika mitaa ni watu ambao serikali mungano ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepeleka shule na tunaamini elimu zetu zinatusaidia huko kwa kuandaa bajeti kuanzia ngazi ya msingi mpaka ngazi ya juu. Ndugu zangu, naomba nichukue fursa hii kuwapongeza TAKUKURU mkoa wa Tanga kwa kuonyesha kazi hii ya uchaguzi wa mfumo uliofanya ambapo wameweza kuonyesha changamoto mbalimbali zinazokwamisha shughuli za uendeshaji wa taka katika makazi na maeneo ya biashara kama ilivyoelezwa kwa ufupi na mkuu wa TAKUKURU. Pia nitoe rai kwa hii taasisi yetu ya TAKUKURU kuendelea kufanya chambuzi za mifumo mbalimbali ili sikuweza kuangalia mapungufu na mianya ya rushwa iliyopo kwenye mifumo hiyo ili kuweza kutoa ushauri ikiwa ni pamoja na kuwakutanisha wadau kama mlivyofanya hivi. Niwaombe msiishie kwenye taka ngumu. Mariam Mayaya ni naibu kuu wa Takukuru mkoa wa Tanga, na hapa anaeleza tafiti iliyofanywa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa Takukuru mkoa wa Tanga. ugo biini takwimu zinaonyesha idadi ya watu waishio vijijini nchini Tanzania iliongezeka kutoka laki sita kumi na saba mia tano mwaka elfu moja mia tisa sitini na saba hadi kufikia mia ishirini na nne laki mia thelathini na nne na mia tatu themanini na tatu mwaka elfu mbili ishirini na mbili. Ongezeko hili limeambatana na changamoto mbalimbali, ikiwemo kuongezeka kwa uzalishaji wa taka. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekuwa ikichukua hatua mbalimbali ya kudhibiti uzalishaji wa taka ikiwemo kutunga sheria mbalimbali kama vile, kuna sheria ya mazingira ya mwaka elfu mbili na nne tuna sheria ya afya ya jamii ya mwaka elfu mbili na tisa na tuna kanuni za usimamizi wa taka ngumu ya mwaka elfu mbili na tisa na tuna miongozo. Kuna mwongozo wa udhibiti wa taka ngumu ambao unasema tunapunguza, tuna reduce Uh, tunatumia tena tuna reuse na tunarejeza ina maana recycling hii ni ya mwaka ishirini ishirini na moja, ambapo sheria zimetoa mamlaka katika tawala za mikoa na serikali za mitaa chini ya usimamizi wa taka ngumu katika maeneo yao. TAKUKURU mkoa Tanga imeamua kufanya ufuatiliaji huu baada ya kuona katika halmashauri ya jiji la Tanga sheria hizi hazisimamiwi ipasavyo, ali naopelekea mazingira kuwa machafu kwa kutosimamia ukusanyaji wa utupaji wa taka salama. Kwa upande wake, afisa mazingira jiji la Tanga Kizito Mkwabi akaelezea mikakati iliyopo katika ukusanyaji wa taka, huku wadau wakaeleza nini kifanyike kuendelea kuweka jiji katika hali ya usafi. Saa hizi e, tunakoelekea tunaenda kwenye dunia inapohitaji kwenda kuzifanya taka kuwa rasilimali. Kwa hiyo pengine kesho na kesho kutwa hatutaita taka tena, tutaita rasilimali, ili tuweze kuziangalia vyema na kuzifanyia ubunifu na kuzirudisha kuzirejesha katika mzunguko wa samani e, mzunguko au mnyororo wa samani, na hicho ndicho tunachokwenda kufanya katika jiji la Tanga. Jiji la Tanga ni moja ya eh, halmashauri tatu ambazo tunatekeleza mradi unaitwa eh, green and smart city sasa, ambapo tayari sisi kama jiji la Tanga tumejipambanua kama jiji ambalo linaenda kutekeleza mradi wa taka sufuri, mradi wa taka sufuri manake nini? Kuhakikisha kwamba kila chembe ya taka inaingia kwa mnyororo wa thamani. Sasa ukiangalia hata wewe mwenyewe haraka haraka, angalia taka gani ambayo haina thamani? Hakuna, kila taka ina thamani. Kwa hiyo ukiweka ndani ya mnyororo wa thamani ita, lakini sasa kitu ambacho kitafanya iwe na tuingize katika kila chembe ya taka kwenye mnyororo wa thamani. Na kuacha kuita taka na kuita rasilimali ni hapo ambapo kila tutakachokizalisha kama by product basi tukitenganishe pale pale. Ndio maana tuna tumeambiwa hapa kwamba tuzingatie sera na utaratibu wa udhibiti wa taka na miongozo ambayo ni ya serikali iliyotolewa ya kutenganisha taka kwa maana ya reduce e, e, wanasema reduce, reuse na recycle. kwa kwa hiyo tunapeleka taka zote kuzirudisha kwenye molo ya samani. Changamoto ipo kwenye ukusanyaji wa ada zile za ataka ada za ataka. Kuna mwingine unaweza ukamkuta anakuambia mimi sina hela saa hizi, au unamkuta mtu anakuambia tuko watatu hapa, kumbe wako wanane au zaidi ya wanane. Kwa hiyo kubia, kwa vile tumeazimia hapa kwamba tutaenda kutekeleza, naona mtaangalia sasa uwekezaji wa wananii wa, wa usimamiliaji kwa watendaji ili waweze kunipa sapoti ila kinachotakiwa tu, naomba mnikabidhi jiji zima. Mkisha nikabidhi jiji zima, ina maana hata wale watu wangu wa kufagia niweze kuajiri wa kufagia, kufagia nikishamaliza wa kufagia. Kufagia napakia mimi mwenyewe, tofauti na sasa hivi. Mimi naingia kazini saa kumi na mbili gari zangu za kuzoa taka halafu anayefagia anakuja kuzoa taka saa mbili, kwao tunakuwa tuko tofauti tofauti. Kabla ya kufanya kazi kwa ufanisi, tunafanya ila tunaingiliana na watendaji kama afisa afya, lakini ni mtendaji. Kwa hiyo unakuta ile kazi imefanywa na mtendaji, lakini lawama zinaingia kwa maafisa afya. Upewa vitambulisho, sisi maafisa afya sasa hivi tuna vitambulisho vya kufanyia kazi. Ukifika sehemu unaonyesha kitambulisho chako, unafanya kazi. Kwa hiyo unapofanya kazi unafanya kiuhakika kwamba mimi ni fulani, lete kitambulisho, unaonyesha kama ni ukaguzi wa maduka unakagua. Kama ni kusimamia usafi unasimamia. Kama ni kukusanya mapato unakusanya.